Tumeamua tutembelee timu yenu God, ile kidogo tuko nayo kwa mfuko sasa. Kapteni nani tumtumie <laughs> kitu kwa simu <laughs> wewe Wanda bwana, mwasemee wa kasi kasi, ukitaka kutusaidia tupe kasi solid money. Hiyo pesa itasubmit kwa mifuko yao. Wewe yourself penye wageni wako, lazima niseme ukweli. Tuko na sida ya uniform, tuko na sida ya coins, tuko na sida ya mipira si uniform tulipeleka tuli huko kwa Belebe si poku na baada ba, ija kuja hiyo pesa tupe, tupe ni ni cash cash money shut up ni mara ngoa lazima ni seme vitu zenye zinafanyika kwa hii timu. Pesa mnapewa za na zina mind kwa mkuku yenu. Kila siku lazima zumbwe kwa tiyo. Sisi mwae semewa. Eri murudi na iyo pesa.